Oh. So guys, siku nyingine tena, na ile ni sunrise hapa nikiwa juu ya Mlima Kilimanjaro. Ile ni sunrise na ule pale mnaona ni Mawenzi, Mawenzi Peak elfu tano mia moja arobaini na tisa na ile ni sunrise Akilojolo eh? Wapi Afrika utapata jiwa kama hili hmm? Sehemu gani ya Afrika utapata jiwa kama hili? Na hapa juu hapa nilipo hapa ni elfu tano mia nane eh? Angalia wale ile pale, ni pale ni pale ni Mlima Meru ule, ile ni elfu nne mia tano na wale ni waginatoenda kule ni wale pale Yeah. Na ile pale unaiona pale ile ni glacier inaitwa uh, Northern Ice Field upande wa pale, na ile pale ni crater unavyoiona. Wau, wow, jua limetoka hilo hilo yeah. Sehemu gani utapata jua kama hili? Yeah. Sehemu gani jamani, hapa hapa oxygen iko ndogo sana, asilimia hamsini ya oxygen ya, ya, ya, us, ya, ya usawa bahari eh. Oksijeni iko ndogo sana kadri, el, nani mwinuko unapoongezeka ndipo ndipo oksijeni napungua. Kwa haya ni mandhari, yani man ya kileleni. Hii ni barafu, hizi unaziona. Ule ni Mlima Meru uko Arusha ule ah. na ile ali mawingu yale haya, hmm, ni mawingu, huko ni mjini huko barafu hizi. sehemu gani, sehemu gani hapo, utapata sehemu gani ya Afrika utapata sehemu kama hii? Jua linachomoza kama hilo lizuri kama hivi zaidi ya Kilimanjaro? Kwa hiyo wazee, hii sio ya kitoto, hii hii sio ya kitoto. Tembeeni na nanyie mjionee, jamani. Mimi hapa ni kama nyumbani, kila siku niko huku mlimani, yani hapa hii ni ofisi yangu. Kwa hiyo kila siku kama jinsi wanavyochukua jembe wanaenda shambani, na mimi ndo jinsi navyochukua begi nakuja mlimani. Hapa ni ofisi kwangu, kwao, nishapazoea, lakini wewe ukiletwa hapa... ile ni Kilimanjaro shadow ile unavyoona pale, we ukiletwa huku <laughs> ukiletwa huku lazima ukate moto, na mimi ukinipa jembe na mimi nakata moto kwa hiyo watu waje kutembea jamani, watu watatembelee utalii wao, watatembelee vivutio vyao eh? watembelee vivutio vyao, wajione mandhari ya nchi yao. Cheki barafu kama hii, utaipatia wapi? utaipatia hmm? wapi sehemu barafu kama hii hmm? Ah, sio jambo dogo. Usiona nachukua video hii eh? Sio jambo dogo kuchukua video kama hivi, sio jambo dogo. Wale kuja huko wanajua jamani eh? Waliofika huku wanaelewa ninaposema, yani kama ndio mara ya kwanza au mara yako ya pili hawezi enjoy ile pale, ile pale lep, lep, ile pale Kilimanjaro shadow. Yani kimvuli cha Kilimanjaro eh? Sio jambo dogo jamani, ukakaa hivi unachukua video zaidi ya miaka tisa nafanya hizi kazi, kwa hiyo nishazoea kama jinsi wewe ulivyozoea kupiga. Kama ni mwalimu ushazoea kufundisha yeah. kama wewe ni daktari ushazoea kushika sindano, na mimi nishazoea. Yani hii hapa, mi kwangu hapa naita comfort zone. Kwangu mimi ni comfort zone ah. Oksijeni hapa iko chini sana. Oksijeni iko chini, na kitu ambacho nitaka utambue, mlima wa Kilimanjaro ni mlima mrefu Afrika, yaani mlima wa kwanza kwa urefu Afrika, ili ndio ulijue hilo. Ile glacier ile pale ile glacier pale wageni walipanda ah. Kileleni. Kileleni, yeah. Mlima a Kilimanjaro ni mlima wa kwanza kwa urefu Afrika na mlima ambao ni mrefu duniani ambao haujatokana na safu za mlima wote, ni mlima wa Kilimanjaro yeah. Sikezili ile barafu pale ili, ili, ili, ili naitafatenga naita fatenga glasha ile ina umri kama miaka elfu kumi na moja mia ngapi? elfu kumi na moja mia tano mia saba eh, pale unapoiona pale ile glesha pale nikuzumia ni, ni uione hii hapo hiyo, imeshapungua imesha kwa asilimia themanini na tano hiyo eh, glesha imepungua kwa asilimia themanini na tano na wale pale ni raia wanatoka kileleni yeah. <coughs> sio kitoto